Nisamehe kama nikisema ni hivi. Jamii ya Waluhya tafadhali, usikuwe kama pembe, kama ndovu ambaye hajui maana ya pembe zake. Umoja yenyu utatetemesha hii I assure you Tafadhali, tafadhali if there's a legacy, umoja yenu na umoja yenyu itasaidia sisi watu, watu wa taifa letu ya Kenya. Your Excellency Uhuru Kenyatta, wakati tulisikia hii, ukanieleza, ukanipigia na akasema lazima hata yey yatafika. Asante sana umekuja kwa sababu ya rafiki yako. Kwa hayo mengi na machache, asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki, thank you